<laughs> Kwenye huu mpira wa Afrika kuna namna, ukizidiwa hila lazima yikuchanganya kidogo, hila e, mm. E, kwa nini nimetumia neno hila? Kwa sababu ndio silaha ya kwanza ya Afrika ya Afrika, yani wewe fanya mambo yako yote, ila mshinde mpinzani wako kwenye hila, unaweza kumtoa nusu ya maandalizi yake kabla amecheza hiyo mechi mm. Yani hizi mechi ziko katika maeneo mawili, nje ya uwanja, ndani ya uwanja. Kwa kama ni ni asilimia 100 50 asilimia kwenye pitch wakati mmecheza mechi 50 wa, nje ya uwanja sasa. Mm. huko nje ya uwanja ndio hizo hila ambazo zinazozungumzia. Kuna zamani nilikuwa nasikia timu imeenda nchi fulani imekaa kwa muda mrefu sana airport, ama uwanja wa ndege kwa zaidi ya saa mbili mpaka tatu, yaani wanachekiwa tu, yaani wanasubirishwa wana, wana tu au walienda labda wakapewa usafiri ambao hawakuwa wenyewe maana, mm, wa ambao pengine walipelekwa alipokelewa nao eneo jeoa hayakuwa mazuri, hiyo yote ni sehemu ya hila, lakini sasa hivi timu zote zimevuka huko kutoka kwenye kusubiri kupokelewa na wapinzani mm -hmm, uh, labda kuwekwa kwa muda mrefu labda katika viwanja vya ndege na mazingira mengine. Sehemu iliyopo ni kwamba unamwahi katika hayo mazingira, utarudi kwenye mifano mbalimbali ambayo imewahi kujitokeza kwenye huu mpira wa Afrika mfano, uh, baada ya kipindi kile, kafu aliingia kwenye mtindo wa kusema kwamba fainali ni moja alipoingia kwenye mtindo wa finali ni moja, imecheza mara moja tu, mara moja na mm. hiyo mara moja haikumuumiza lahali eni Samson, unielewa? Yani imefanya mm. yani imefanyika kwamba finali ni moja, alafu haikumgusa lahli ala moja kwa moja kwamba anaathirika na huo mtindo. Msimu uliofuata finali ni mbili, amini finali ni moja mm. kwenye finali moja aliyekuwa anaumia ni lahali, kwa sababu timu ambayo iliingia finali ilikuwa ni Wydad Casablanca ambayo ni ya Moroko uwanja ambao walipangwa ni Mohamed wa Tano Morocco alafu Ahli anakuwa na mechi nyumbani kwa Wydad. Swali likaja, Ahli akawa analalamika kwamba sisi tumeingia fainali na wao wameingia fainali, kwa nini uwanja ni huu? Ratiba likaja hao walibid hmm. ama waliomba. Ndio. Kwenye kuomba kwao kile kitu ndio kilipita bila hmm. kujua kwamba Wydad anaingia fainali ama Baraja anaingia fainali fainali au ama... timu nyingine inaingia inaingia hmm. mm. fainali. Sasa wakacheza na mechi Ahli akapoteza magoli mawili kwa sifuri. Mm. Kilichofuata baada ya pale. Anaeli zimerudi? Mm. Mbili. Msimu uliofuata timu zile zile mbili zikacheza finali. Wakachukua ubingwa. Ah, akachukua, akachukua mm. ubingwa. Kwa mm. kupata matokeo mazuri nyumbani kwenye hao mazingira. Maana yake ni kwamba uh, kama walichukulia kwa mtindo wa hila, maana yake wao walifanikiwa kwamba kwa, kwa nguvu yao ushawishi kwenda kupeleka CAF kuambia turudishe ama mtafakari mara mbili swala finali kuwa moja isije kamuumiza mtu mwingine mm. inaweza kutokea scenario ya VAR Mtu yani. nani lakini moja ya kauli ambao ilizungumzwa ni kwamba rais wa kafu alitoka jukwani akaenda mwenye na akamwambia sikilizeni nyo bwana wao mlelia vya tucheze mechi msimu ambao utafuata tutatengenezea mazingira nyinyi mabingwa hili kweli kombe mm. bila kujali mambo mambo yatakuaje maana yake ni kwamba kuna namna nafika ume, umewezaje kushawishi ama kutengeneza mazingira kwamba kuona kila kitu kiwe katika katika upande wake ina upande wako inawezekana hiki ambacho kimetokea nhayoambao anazungumzwa kwamba mmoja wa viongozi wa Berkane ni wana, wana nguvu ya ushawishi kafu na mazingira mengine mm -hmm. yakawa amechagiza awu naa kwenda hivyo, lakini uh, kwa mujibu wa Ahmed Ali, ipo namna simba anaweza kuthibitisha kwamba Benjamin Mkapa anaweza, anaweza kutumika.